ODM nani Oburu ya, o, ya, ke, ya ba, ndugu yake si aida ya Ida ni, ni, bibi ibvi mnyal ametoka game akakuja Bondo. ODM ya Raila na damu ya Raila Oburu Oburu hey, akiwacha upende usipende ata huyu junior adakwei aje yeye. Yeah. Ukiona utaki ODM, tengeneza tengeneza pati yako ukituona utupige ngumi, tuko ODM. Unapigania ODM? Wewe unataka ODM ulitengeneza, tengeneza pati yako, tulete mtu mwingine buruni. Mzee kumbafu wewe, yawa, wazee watoke wote kwa mzee. Kifika miaka 40 kufa, ukiona sana 50 kufa, 70 kufa, kufa zaidi sasa, 90 utaki miaka 90 Watu wana wote wakufe ndio sasa Gen Z afurahi. Kumpafu Gen Z. Kama wewe ni Gen Z kumpafu, kana wazee akiongea ati wazee, ati akiongea. Wewe ni wapi sasa? Wazee watengeneza nchi yao, wakae huko nchi yao, wawekewe wahame Kenya, ndio Gen Z afurahi akitenzi puleni. Eh, hawa Oburu oniutlida ya etima ana mama mamaana baba pati pia ni ndugu yake, anafanya kila anataka nayoawa e akitaka anauza, akipenda analala nayo. ODM yetu sio ya Sifuna sio ya Ida na sio ya Orengo ni ya Oburu, na experience ya Raila alikuwa nayo Haikuwa taraera, ilikuwa ni ya huyu Oburu hawa. E, Oburu ni mtu anaweza kimbia kutu, anaweza piga chini pap, akimbia ndani ya mchanga mpaka Egypt, narudi experience, hakuna <laughs> <laughs> <laughs> experience mbaya. Hata Oburu ni mzee bwana, hata kwa mzee aje Oburu, kwa mzee hata aoni akuwa mzee, hata tembei huyo, ndio party leader kama mtaki tangaza pati yako basi piga ukituona hapo. <laughs> Okay, piga sisi. <laughs> Saini mnajua kutengeneza tio ODM ni mbaya, tutengeneze tukue, na tukue tukue. Kumbafi nyinyi, Ruto ni tutamu. Umekula ujakula mbili, tanesu endi mbili, maana leo hika kuna tu